Unamwona mnyama akirudi na kukompiti kushindana sawasawa, sawa katika tournament hizo mbili alizozitaja Ramzi kwa kocha huyo ambayo nasema atoshi. Uh, ukiangalia kwa namna ya hali ya kikosi cha Simba Sports Club kilivyo sasa hivi, ndio watahitaji wakati kuweza kujipanga, kujipata hmm. Japokuwa najua mimi e, title contenders team, kwa maana ya timu ambazo zinasifa ama tabia za kushinda vikombe huwa zinaweza kuliate na kubadilika haraka. muda wowote muda wowote, akiwemo Simba Sports Club. Unavyozungumzia Simba kwa upande wa Tanzania Bara ni Simba Yanga pekee ambazo zinaweza zikapitia wakati mgumu na zikaweza kubadilisha upepo kwa haraka zaidi na kurudi kwenye wakati wake ambao wakati bora. Unaamini Simba kwa sababu ya hiyo sifa ya kuwa timu kubwa Tanzania sifa ya kuwa na mshindani mkubwa katika mpira wa Tanzania mm. lakini pia kushinda vikombe vingi katika nchi ya Tanzania wakiwa nyuma ya Yanga. Unaona wanaweza wakabadilisha hiyo hali mm. wanaweza wakaenda na kocha yoyote yule, asiwa hata asiwa hata Steve Baka akawa hata mm. Selemani Matora mm. wakaweza kufanikiwa kupata ubingwa. elfu mbili kumi na mbili Chelsea walienda kuchukua UEFA Champions League mm. wakiwa na kocha wa muda Roberto Di Matteo msaidizi wake akiwa ni Holland, ambaye Holland leo hii bado anaendelea kuwa msaidizi, hajawahi kuwa kocha mkuu tokea 2012 mpaka leo hii ni msaidizi, sasa hivi ni msaidizi wa Michael Carrick pale Manchester United. Hii inakuonyesha nini? Ni watu ambao wanaweza wakalipuka wakatokea katika nyakati fulani ngumu, wakaweza kuvusha ile project ya muda mfupi, wakafanikiwa baadaye, wakakuachia biashara yako ukaendelea. Kwa Simba Sports Club katika mazingira ya mpira wa Tanzania kwa maana ya kombe la NBC Premier League ambalo wamelikosa kwa mi, takriban misimu minne, lakini pia kombe la NBC, uh, ile CRDB Confederation Cup ambalo pia wamelikosa kwa misimu hiyo hiyo minne, wanaweza wakaenda wakalitua kama mm. Watajaribu kurekebisha hiki ambacho kinaonekana kimevunjika. Sawa, so, ah, watu wa mpira wa miguu tuna kauli yetu kwamba kikombe ambacho hakijavunjika huwa akihitaji kurekebishika, yani uwezi kwenda kukipaka vanish kikombe ambacho hakijavunjika akijapauka ni kizima, hakuna ulazima wa kukipaka rangi mm. Lakini kikombe cha Simba Sports Club kwa maana ya timu inaonekana ina mpasoko, unahitaji kuungwa iweze kukaa upya katika mazingira ambayo wanaweza wakasimama wakiwa kwa pamoja. Kusimama kwa pamoja sio katika upande wa pitch, kwa sababu mm. uh, sisi tumekuwa tukinufaika kwa kupata faida ya kuona kile kinachotokea kwenye pitch mm. kwa maana ya zile dakika tisini pekee lakini ukianza kutumia sayansi na sanaa nyingine ambazo zinahusiana na mpira wa miguu, kuna vitu vingi ambavyo timu ya Simba Sports Club inazungumza ukiona, mm. pale kiwanjani mm. ukitumia ushahidi wa vitu ambavyo vinatoka mm. vikiwa vina uhusiano mkubwa na Simba Sports Club, inakuonyesha kuna kitu hakipo sawa ndani ya Simba Sports Club. Jana mwenyekiti upande wa wanachama anavamiwa analetewa shida na mashabiki wa Simba Sports Club kiwanjani baada ya timu kukosa matokeo ya ushindi. Hii inakuonyesha ni nini, maana mm. yake, upande wa viongozi na upande wa mashabiki sio kitu kimoja. mm. Lakini ni siku kadhaa nyuma zimepita, zilitoka kauli kutoka kwa viongozi kuwaelekea wachezaji ambao bado wapo kwenye kikosi hiki hiki cha Simba Sports Club. Hii inakuonyesha nini? Hakuna lugha ya pamoja au lugha moja baina ya viongozi na wachezaji wenyewe mm. kwa hiyo hii miimili mitatu ambayo inaiunda timu ya mpira wa miguu haiko sawa, tusifichane, haiko sawa mm -hmm. Simba upande wa uongozi Simba upande wa mashabiki, Simba upande wa timu yenyewe kwa ujumla, kwa maana ya wachezaji. Wanahitaji kukaa na kurudi kuwa kitu kimoja. Simba ile iliyofanikiwa hiyo misimu minne nyuma tunaoizungumzia kabla ya Yanga kutake over kwenye mpira wa Tanzania. Simba walikuwa kwa kitu kimoja, zilikuwa zinaweza zikatokea. Ile kauli mbiu ilikuwa inaishi e, ile Simba nguvu moja, moja ilikuwa inaweza kuishi. Unamwona pale, alikuwa una babra babra huyu magoli, unamwona magoli pale, unamwona e, pale mwanzo popo pale eh, unaona wakina wake, okay, wakina Mkwabi Salim Kabe, unamwona pale ayo e, try again, unamwona pale, unamwona Kaduguda pale, unamwona mo pale mm. Unaona na makocha wote waliopita wali... kuna makocha wameifunga Yanga hapa au, wali... kuna makocha wamepita Simba kufungwa na Yanga kabisa. Kuna mwamba hapo mmoja umemsawa aitwa Mlamu Ng'ambi, Mlamu Ng'ambi wapo pale eh. Unaona kundi kubwa la Simba ambalo sasa hivi ukiangalia kwa kiasi kikubwa hawako attached na Simba Sports Club, hii inakuonyesha mm -hmm. nini kuna vipande ambavyo vimeguka. Ukishaanza kupata zile strata, tunasema nyufa utameguka na utapasuka mwisho. Huu ndo mpasuko ambao unauona Simba, hiki ambacho tunakiona leo. Mpoma alizungumza anguko la Simba lijaanza jana mm, baada ya sare ya mbili mbili. Ni angu, ni, ni anguko ambalo limetengenezwa kwa muda mrefu sana. Kinachojaribu kutengenezwa sasa hivi ni kwa wajenzi Naamini wanaotusikiliza wanaishi kwenye majengo, unajenga nyumba yako, yaani siku ya kwanza ndo unanunua kiwanja, unamwaga mawe tofali, unajenga msingi, siku hiyo hiyo nyumba inapanda, unamwaga zege ya juu, unawezeka, unaamia siku hiyo hiyo. Ndo Simba Sports Club wanachojaribu kukifanya kwa sasa hivi. Katika mazingira ya kawaida, unasema kwamba unataka kulipua kuamia kwenye nyumba yako, ambapo utaamia kwenye nyumba ambayo sio imara.